Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillahi, kwa matokeo mazuri ambayo tumeyapata. Tupo nyakati za kumalizia msimu, kwa hiyo kitu muhimu hapa ni pointi tatu ambazo tumezipata siku ya leo. Tupongeze sana wachezaji wetu, wamepambana kwa kutosha. Tuwapongeze technical staff na mwisho niwapongeze sana mashabiki wanachama na wapenzi wa klabu yetu ambao wamekuja kwa wingi leo hapa KMC Complex, wamekuja wakiwa wamependeza na mashati yao na wameishangilia timu yao, tumepata matokeo mazuri. Kuhusu, kuhusu Coast Union, mimi kama mtu ambaye nafahamu mpira naelewa nini ambacho Coast watakuwa wanazungumza sasa hizi, baada ya concede goli moja kwao, ishu inaweza kuwa sio kupoteza pointi tatu kwao, ishu inaweza kuwa idadi ya magoli ambayo wangefungwa baada ya kupoteza hizo pointi tatu ukicheza na Yanga hapa KMC uh, Complex chances za uh, Yanga kushinda ni asilimia sabini kwenda juu kwa ukija hapa kwa timu kama Coast ambayo pia inapambana kuangalia namna gani itakuwa na pointi nzuri za kusalia Ligi Kuu msimu ujao, lazima pia factor ya magoli kwa maana ya goal difference wa izingatie. Kwa hiyo nilikuwa najua wanakuja hapa kwa ajili ya kupunguza idadi ya magoli, na kama wangejaliwa wangepata sare, lakini tumejaliwa kushinda, tumepata goli moja kwa wao, linaweza kuwa na faida, linaweza lika boost confidence yao kwenda kwenye mechi inayofuatia, lakini pia kwa Yanga ushindi wa goli moja una faida kubwa kwa sisi kwa sababu tunakwenda kwenye mchezo mwingine mkubwa tarehe kumi dhidi ya Azam Football Club. Pengine tungeshinda goli sita, goli saba leo, uh, concentration ya player ingekuwa ina shake kidogo kwenda kwenye mchezo huo. Kwa hiyo kushinda goli moja pia kunapeleka ujumbe kwa wachezaji wetu kwamba hapa mwisho ligi ni ngumu, wanatakiwa wajikaze wapambane, tuweze kupata matokeo mazuri kwenye mechi zilizobakia ishara. Kwa kosa baadhi ya nyota Stefano Zinski, mm. Ibrahim Baka ambao mara kadhaa mkuu akipata nafasi kwenye kikosi mm, kwanza ilikuwa inaleta pressure kwenye mchezo huu dhidi ya Costa. Hapana, haijatupa presha yoyote kumkosa Azizi Baka na wengine, wala haijaathiri chochote kwenye mipango yetu. Tulishawahi kuwa na hao wachezaji kwenye pitch, tukashinda goli moja vile vile mechi zilizopita huko nyuma tushawahi kuwa nao tukafungwa vile vile wakiwa kwenye pitch. Kwa hiyo uh, haijakuwa na madhara. Lazima mechi kama hizi kiisha, basi tutenge pia nafasi ya kuwapongeza wapinzani, namna ambavyo wamecheza vizuri, wamejilinda, tume create nafasi, goalkeeper wao amekuwa na mechi nzuri, kaweza kupunguza idadi ya magoli. Kwa hiyo sisi tunajivunia pointi tatu, na ndio msingi uliotuleta hapa KMC Complex. ipo leo hali zao zikoje, hususan kuwa uchu alionekana kama kuhuzunishwa na kile ambacho kilipata kwanza? Yeah. Yes, nimezungumza na daktari wa timu na ameniambia ni mapema sana sasa hivi kutoa ripoti ya majeraha wachezaji hao wawili, kwa ameniambia tumpe muda pengine kesho Patukupa na check up alafu atugea majibu kama ni injury kubwa hmm, au ni injury ya kawaida ambayo anaweza kuwepo kwenye mchezo unaofuatia. Hiyo na ni kwa Aucho lakini pia na, na, na mchezo wadabili yes, wadabili. sisi hatutegemei sisi, mchezaji mmoja. Unaweza ukamkosa Aucho akacheza Duke Abuya akacheza shuboy akacheza mudafi kwenye namba sita, baada matokeo mazuri kwa hiyo hmm, ni kumwombea kheri kwanza asio ameumia sana hmm lakini kama umia sana basi Yanga sio kwamba itakuwa ndio imekufa Yanga itaendelea kutokea hapo na tamana kupata matokeo mazuri kwenye mechi inayofuata. Mnarejea chamazi tarehe kumi dhidi ya Azam hamna yeah, maswali wengine. Tuambie pengine mipango, mikakati. Yes, huo ni mchezo mwingine mkubwa, mchezo mwingine mgumu kwetu sisi, tunajua Azam fc si, watakuja na nguvu zote baada ya kupoteza mchezo uliopita. Wao pia wapo kwenye vita ya nafasi ya tatu na ya nne na pengine wana matumaini ya kwenda nafasi ya pili, kwa mechi itakuwa ngumu sana, lakini sisi kama yanga tunashajiandaa na mambo haya muda mrefu. Tunajua mechi Azam itakuwaaje na tunajua pia tulipoteza mechi ya kwanza dhidi yao, kwa lazima mechi hii tujipange kikubwa. Na nichukue fursa hii kuwaomba mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Tanzania nzima kwenye matawi, tuanze maandalizi kama ambavyo tungeweza kujiandaa na mechi kubwa yoyote ya Yanga aidha ni ya kimataifa au ya nyumbani, basi maandalizi hayo hayo Tuyafanye pia kwa Azam FC kwa sababu ni mchezo ambao unaweza kuamua hatima ya furaha yetu msimu huu. Ali, Ali. Amenichukua muda gani ku, uh, kuandaa idea ya mashati day? Hamna, mimi bwana, ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia ni hizo akili za kufikiria haraka haraka. Huu mchezo uh, ulivyoonekana unaonekana kama katasi kama ni mchezo ambao Yanga anaweza kwenda kushinda tu kirahisi sasa inahitaji uh, sauti nyingine kuwaaminisha mashabiki waje kwa wingi uwanjani. Ukiangalia namba za mechi zetu leo, tumepata washabiki wengi zaidi kompea na mechi mbili zilizopita hapa nyuma. Maana yake bitubuni kitu kingine ambacho kitawahamasisha mashabiki sasa, wasifikirie tu ushindani wa mechi, wafikirie mtoko, yani waje kama leo, wamepiga pasi, wamependezwa, wamekuja kuenjoy, alafu sisi tupate watu wengi, na lengo la wao kuja kwa kwa wingi hapa kwa maana ya mapato, lakini pia kushangilia timu iweze kutimia kwao. Alikuwa wazo la la, la, la kufikiria sana. Bahati mbaya ni kwamba wazo hili limefikiriwa muda mfupi limekuwa kubwa na limeweza kuzima pia kiki nyingine zote zilizokuwa zinaendelea mjini mm -hmm. E, mashati day limezima kiki zote zilizokuwa zinaendelea mjini, nafikiri nyinyi nyinyi ni waandishi ni mashahidi uh, paka sasa hivi nafikiri kuna mchezo unachezwa siku ngapi? Tano. Ni tano, yes. Paka leo tiketi za VIP hazijaisha. Sio kawaida, eh, sio kawaida. Kwa hiyo niwaambie mm -hmm. Na hii ni mara ya mwisho nawapa ombi. Mamba. Kisima cha ubunifu nipo hapa. Siku moja tu. Eh, unajua Watanzania hawa haya mambo ya kupita pita mtaani ukimbia wanayazoea. Eh, wakishayazoea wanakuacha. Unaelewa? <laughs> Kwa lazima uwe unakuja na flavor tofauti tofauti. Leo unafanya hiki, kesho unafanya hiki. Na masaa 24, yani kutoka leo mpaka kesho, watume mwaliko ni wasaidie. Unataka mwaliko si? Eh, ni wasaidie tu kuwahamasisha watu wao. Uje kuna flavor wanazikosa. Mimi ninatumwa DM nyingi huko. Aki ya Mungu na DM nyingi sana, kwa kwa sana. Yeah, za watu, ule uwanja ukitoa wale wageni waalikwa, zinabakia tiketi 300 kwa mchezo wa robo finali mpaka leo, yani baada ya wa wazungumzie mechi yao, wao wanadi tu na Yanga sijui kwa nini, yani yani sijui kwa nini wanajishtukia. Nimeona kwa mechi hii ndo wamefanya press conference nane mechi hii peke yake, kaanza msemaji, wamekuja wazee, wamekuja mababu, mabibi wamekuja kina shangazi, wajomba. Leo ni watu wengine tunaenda leo yani, wanakuja watu wote wa tanga tanga. Yani sisi tuna mambo yetu, tunajiandaa na mechi na Azam. Pambaneni na hali yenu yani, mkituzungumzia Yanga sio kama ndo mtahamasisha watu wenu waje uwanjani Tumieni mbinu mbadala za kuhamasisha watu waje uwanjani. Watu wamegoma. Hapana, hapana. <laughs> Hapana, sisi mechi ya leo imeisha hapa. Kesho tunakwenda kuanza maandalizi ya mchezo dhidi ya Azam. Mchezo wa Azam ni mchezo mkubwa, unahitaji mipango mingi, unahitaji maandalizi makubwa. Una kwa hiyo hatuwezi kuyazungumza tu hapa kama tuko tayari na Azam, lazima kesho tukajiandae kwa ajili ya, ni mchezo mgumu, mchezo mkubwa, na naamini kila mwana Yanga anajua ukubwa wake, anajua ugumu wake, na kila mmoja anakwenda kujiandaa pale Azam Complex pale. Pacome Zouzoua ni tuzo ya tatu mfululizo lakini tuzo ya sita nimeambia, ni tuzo yake ya sita ya man of the match. Ukiwa una D2 maana yake hayo ni maandalizi ya most valuable player MVP wa ligi. Unajua MVP wa ligi anapatikana kwa details kama hizi. Yes. Assist hizo ngapi? Tisa, tisa goli, goli nane, tuzo sita. Hizo ni detail ndogo ndogo. Sio kwamba naipangia kamati, <laughs> lakini ni detail ndogo ndogo ambazo <laughs> okay. No, mimi unajua nimekuwa kwenye kamati ya tuzo for two years. Mm. Sio kama alijua aliwaandishi. 2 years ni kwenye kamati ya tuzo. Kwa hiyo kuna some details zina kupelekea kuchagua most, most valuable player haihusishi tu magoli. Kwamba huyu kwa top scorer hapana, ndio tuzo ufungaji bora. Yani mchezaji bora, mchezaji ambaye mnaweza kwenda Kenya mkampeleka kwamba huyu ndio kioo cha wachezaji Tanzania, hasa Pakome. Hatoshi? Niulize nyie, mkienda Malawi na Pakome mkasema ligi kuu ya, ya NBC, huyu ndio kioo chake. Hatoshi? hasa ukimpeleka kule Kitale, si unakimbizwa eh bana? Asanteni sana ndugu zangu. Kabla hujamalizia kuna watu wanalihusisha shati lako hili la leo mm -hmm, na shati la mtu fulani. Hapana wewe. Hili shati ni maandalizi ya Oktoba hili, mdogo wangu huwezi kuelewa vitu vya Oktoba hivi. Eh, vitu vya Oktoba hivi.